Bilibalimbalweauaesakuiia imao a na uanali Halmashauri ya Wilaya ya Mtwara nafasi zilizoweza kutoka ni mwandishi mwendesha ofisi, kuna nafasi kumi na nne mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili, nafasi mbili na kuna nafasi ya msaidizi wa kumbukumbu daraja la pili kuna nafasi tano na dereva daraja la pili nafasi saba. Lakini pia masharti ya jumla kwa waombaji ni kwamba cha ja kwanza, uwe ni raia wa Tanzania mwenye umri kuanzia miaka 18 na usiozidi 45. Lakini pia hakikisha una cheti chako cha kuzaliwa, andaa CV yako. Result slip hazitakubaliwa, hakikisha unakuwa na vyeti vyako original na kama umesoma nje ya nchi yakisha vyeti vyako vimehakikiwa na taasisi husika au mamlaka husika, yaani TCU, NECTA pamoja na Nactivate. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe tatu Disemba elfu mbili na ishirini na tano. Kumbuka kuambatanisha barua yako ya maombi ya kazi iliyosainiwa pamoja na vyeti vya elimu, na anwani ya barua hiyo ilekezwe kwa mkurugenzi mtendaji wa wilaya Halmashauri ya wilaya Mtwara, SLP 528 Mtwara. Maombi yote yatumwa kwenye mfumo wa kielektroniki wa ajira poto, yaani poto ajira go tz. Na kama ni mara yako ya kwanza y kuingia katika channel hii ya Feaboy, tafadhali subscribe, like na share video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kupata taarifa hizi. Santeni na karibuni.